Nahmaduhu wanastainu awali ya yote e, kushkuru, e, Rajab, waku, e, ni kushukuru Sheh Rajab kwa kutupokea. Alikuwa ni mawasiliano ya, ya muda mfupi jana usiku toka kueleza dhamira yetu ya kuja e, kumfanyia dua mzee wetu Ali Hassan Mwinyi na ukatupa mwongozo na ukatukubalia na sisi tumefika hapa leo lakini kushukuru vile vile ndugu yangu eh, Ahmad Diwani Abdallah Diwani kwa kuweza kuratibu jambo hili na hatimaye tumetimiza lengo la kufika hapa. Tumefika hapa hi leo manga pwani eh, lengo letu mahsusi ni kuja kumfanyia dua mzee wetu Ali Hassan hapa chini alipolala. Hakuna kingine cha kumnufaisha zaidi ya dua na sisi hatuna budi kumwombea dua, kwa sababu ndio kitu ambacho anakihitaji zaidi kutoka kwetu sisi kama Watanzania. Ametutendea mema sana, na hivyo e, kitu pekee cha kumfanyia kwa kipindi hiki ni kumfanyia dua. Lakini Simba tuna historia kubwa na mzee Ali Hassan Mwinyi. Sasa tukikumbuka historia ya mwaka 1993 yako mengi ambayo ameifanyia ame, ame, ame Simba Sports Club, lakini hili la mwaka 93 linashabihiana na linalokwenda kutokea mwaka 2025 tarehe 25, alikuwa mgeni rasmi katika fainali ile, lakini bahati mbaya hatukumpa kile kitu ambacho alistahili kupata kwa maana ya ukiwa rais wa nchi na ukaenda kushuhudia fainali ya vijana wako, kitu unachokihitaji katika fainali hiyo ni kuona wale vijana wako wanakupa ubingwa. Simba Sports Club hatukufanikiwa kumpa ubingwa mwaka huo wa tisini na tatu. Maisha yamekwenda, sasa tunakwenda kucheza tena fainali nyingine inshaallah, kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, ubingwa ambao aliukosa yeye mwaka wa tisini na tatu tunakwenda kumpa mtoto wakeahisi <coughs> ndio lengo letu la kuja hapa e. Tunafurahi tumefika hapa tumetimiza lengo letu hilo, na tunakuomba e, shekha, tunakuomba shekhe utufanyie pia na sisi dua maalum, ukiachilia mbali dua hii ya mzee Mwini, lakini pia dua maalum na sisi Mwenyezi Mungu atufanyie wepesi a siku ya Jumapili tuweze kutimiza malengo ya kuchukua uvingu. Tunaamini lengo la kuipa furaha familia Mwinyi linakwenda kutimia tarehe ishirini na tano kupitia mchezo wetu huu wa siku ya Jumapili.

ukamwongoza ili kusudi atwende na sisi uzuri, Rabbi Amina. Hakumkera mtu wala akusiana na mtu, Rabbi Amina. Mwenyezi Mungu tunakuomba, Rabbi Amina, basi mlipe hidaya yake hii na ya Rabbi Amina, ndani ya nyumba yake hii ya Rabbi Amina, kwa baraka zako sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabii.